Awali ya yote sina abudi kutoa shukurani kubwa kwa chaneli yetu hii pendwa ya Sunna, na Mwenyezi Mungu aijaalie ihuyishe sunna za Mtume Muhamadi sallallahu alaihi wasallam, na sunna hizo zisaidie maisha ya watu katika ibada zao na dunia yao na akhira yao. Kwanza ni muhimu sana Waislamu kujifunza kihakika yaumu shak, siku ya shaka, kwa mujibu wa sharia ya dini ni siku ipi? Lakini yanayozingatiwa ama yanayohitajiwa ndani ya siku ya shaka ni yepi? Hivi ni vitu muhimu sana kuvielewa. Yaumu shak siku ya shaka katika sharia huwa yaumu thalathun, ni ile siku ya mwezi thalathini ni, ni, ni ile siku ya mwezi thalathini ni wanachuoni wengine wanasema ni siku ya mwezi thalathini katika kila mwezi mwandamo. Ikifika siku ya thalathini ile inaitwa ni siku ya shaka. Siku ya ya shaka kwa sababu gani? Siku ya shaka kwa sababu tuna mashaka, jana ilikuwa mwezi ishirini na tisa, pengine mwezi ulikuwa umeonekana sehemu yoyote, pengine mwezi ulikuwa umetoka. Kwa kuwa tumeamka zili siku ya thalathini, hatuna taarifa za mwezi, tumeamka na shaka Leo ni Ramadhani au leo ni Idi? Hiyo yaitwa yaumushake. Muhimu sana somo hili kulishika. Wengi wanasema yaumushake siku ya ishirini na tisa siku ya ishirini na tisa haina shaka yote, watu wote wanajua leo ni siku ya ishirini na tisa haina ha shaka. Hakuna alotatizika, hakuna aloamka mwezi ishirini na tisa Ramadhani akawa anashaka. Unashaka gani? na leo umeamka siku ya ishirini na tisa hakuna shaka ndani ya siku ya ishirini na tisa hakuna shaka shaka itaanza jioni ya mwezi ishirini na tisa pale tumeutazama mwezi, alafu tukawa hatukupata habari za kuandama kwake. Sasa tumeamka asubuhi tarehe thalathini ya Ramadhani, itakuwa ni mwezi thalathini sasa Ramadhani, ndo tumeamka na shaka eh. Jamani, jana mwezi ulitoka au haukutoka? Ana tuliutazama mi mpaka nakwenda kulala, sina taarifa zozote bwana yule hivi, kila mmoja ana la kwake, lakini sote ndo tumeamka asubuhi. Sasa hapa ndo kuna maelekezo ya kisharia. Kwanza ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya mtume inayosema Man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad aswa abul qasim, man sama al-yawm alladhi yushakku fihi, atakayefunga siku yenye kutiliwa shaka ndani yake huyo amemwaasi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ndo hapa narudi katika yale maelezo narudi katika maelezo kwamba wako baadhi ya wanawazuoni wanaosema kwamba siku ya shaka ni ile siku ya tarehe thalathini mwezi wa Shabani tu ndo itabaki kuwa ni siku ya shaka, hizi nyingine hapana. Wako katika wanawazuoni wanaosema hivyo kwa mujibu wa hadithi hii ambayo ndo naanza nayo hapa, kwamba yeyote atakayefunga siku inayotiliwa shaka huyo atakuwa amemwasi Mtume Muhamadi, sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndo wakaona kwamba ah, atakayefunga siku ambayo inatiliwa shaka amemwasi mtume. Hii itakuwa ni tarehe thalathini ya mwezi Shabani, manake alikuwa ni mwezi ishirini na tisa Shabani, tukatazama mwezi, mwezi hatukuona, tukaamka asubuhi, mtu mmoja akaamua kufunga, kwa bwana siwe kama mwezi umeandama bwana, ngoja mimi niamke na saumu kabisa, ngoja nianze ramadhani kabisa. Huyo atakuwa amekosea, kwa sababu anafunga bila ya taarifa sahihi za mwezi. Anatakiwa tu yeye ale, na kama itatokea kama mwezi kumbe ulikuwa umeandama, yeye tu ikawa ndo hakupata taarifa, atajizuia, atajizuia hata kama kashakula, atajizuia kwamba ah, mi nimesha kunywa chai, sasa ndo mnanipa taarifa kwamba mwezi wa Ramadhani umeandama, basi mimi ni, eh, nitajizuia. Atajizuia asile tena, lakini siku hiyo atakuja kuilipa. Lakini wanawazuoni wengine wanasema ah, ah, Siku ya shaka ipo katika kila mwezi, hata mwishoni mwa mwezi wa ramadhani kuna siku ya shaka. Hii ni siku ya shaka. Kwa hiyo mwezi thalathini tukiamka, kwa mfano mwezi ishirini na tisa mwezi haukuandama, tukaamka mwezi thalathini tutatakiwa tufunge, lakini tumeamka katika siku ya shaka. Taamka na saumu ni siku ya shaka. Kama endapo tutapewa taarifa za kwamba jamani, mwezi ulikuwa umeandama sehemu fulani tutafungua hapo tutakapopewa hiyo taarifa, tutafungua hapo hapo -apa. Lakini kwa kuwa sasa twamalizia Ramadhani, tukiamka mwezi thelathini, tutaamka tuta na saumu. Hii itatofautiana na kule mwezi wa Shabani, wakati tunataka tuingie ndani ya ya saumu. Siku ya shaka ya mwezi Shabani yatakiwa tuamke tule, kwa sababu hatuna taarifa za kuandama mwezi wa kufunga Ramadhani. Lakini siku ya shaka ya mwezi wa Ramadhani yatakiwa tuamke tumefunga mpaka tutakapopata uthibitisho na habari za kina kwamba mwezi wa Ramadhani umeisha ndo tutafungua, kwa maana ya kwamba mwezi wa idi uliandama, kwa hiyo ni idi, tutafungua hapo. Hii ni hukumu ya kwanza. Hii ni hukumu ya kwanza ambayo kwamba ni hukumu kubwa sana. Lakini tukiendelea mbele kwamba yaumu shaki ya mwezi wa Ramadhani, Twatakiwa tujiandae na idi, twatakiwa tujiandae na kuitoa zakatu elfitri.